Januari 27, 1960 imeandikwa kwa wino wa dhahabu na utu kwa taifa la Tanzania. Kwa sababu Mwenyezi Mungu aliteremsha baraka zake katika kijiji cha Kiizi Mkazi kwa kuamua kuzaliwa kwa Samia Suluhu Hassan. Leo, Januari 27, tunasimama kama taifa kukutakia heri kwenye siku yako ya kuzaliwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Raisi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Daktari Samia, wewe ni kiongozi mwenye maono uliyebeba dhamana ya taifa letu kwa hekima, ujasiri, uzalendo na upendo wa dhati. Katika kipindi hiki ukiwa rais wetu wa Tanzania umeimarisha amani mshikamano wa kitaifa na kuendeleza maendeleo kwa vitendo. Bi Mkubwa, wewe sio tu kiongozi bali pia ni alama ya matumaini ya Watanzania. Sisi wananchi tunajivunia uongozi wako, tunakuthamini kwa moyo wako wa dhati kwa taifa letu. Umetufundisha kuwa uongozi ni kusikiliza, kutenda na kuunganisha Watanzania. Katika siku yako ya kuzaliwa, taifa linakuombea afya njema, busara zaidi, nguvu na hekima ya kuendelea kulitumikia taifa letu adhimu la Tanzania kwa uadilifu. Happy birthday Mheshimiwa Rais, amiri jeshi mkuu, Bi Mkubwa, chifu Hangaya, mama Daktari Samia suluhu Hassan, libarikiwe tumbo lililokubeba.